Yeah. Na amekimbia yashindo, ah, ni dharura ni dharura, kinachoanza kina eh, kina sawa. Kina sawa mimi. Kina kina, Aha, mm, sawa, kwa sababu pimpim Kamara ni majeruhi atakaa, mm, kubu Suleiman namba moja. Namba mbili atakaa Shomari Kapombe Kateni. Namba tatu atakaa Mligo Mtasa. Namba nne pale atamaliza Chamu. Eh. Namba tano rushain eh. Namba sita kama kawaida pale nane. Kagoma eh, eh, pembeni huku mweke kibu, kibu eh, kanana. Namba nane pale mweke kante Sawa. Namba tisa Sowah hey. Ndiyo namba kumi, weka Abraham Morice pale. Ay, hey. Alafu kumi na moja weka Mpanzu, tumemaliza kumi na moja hapo hapo, kama tano hivi hapo tano hivi tano, hey. tano hapo, tumewapunguzia sana hizo chache hizo, tunamaliza kazi, hatuna mchezo, mchezo. Hey. Burudani kasi sana kawao. Poa, poa. Hamna poa. Poa. Shida. Poa, poa. Karibu sana.